Katika gereza la shirikisho huko Colorado, Ray anawatazama walinzi huku akichuma ukurasa kutoka katika Biblia yake na kutumia majivu kuchora ukutani. Wakati huo huo, mfungwa mwenzake anamjulisha kwamba kuna mfungwa anapanga kumshambulia Ray. Kesho yake uwani, wakati unapotimia, Ray anashambulia kwanza na haraka anawazidi nguvu wafungwa wengine wawili akipigana kama mtaalamu na kuwajeruhi vibaya katika mchakato huo. Walinzi mara moja wanamkamata Ray na kumpeleka kwenye kifungo cha upweke ambapo anaruhusiwa kuweka Biblia yake. Siku zinapopita, Ray anasoma taratibu za walinzi kama vile mapumziko yao ya moshi na matumizi ya kufuli ya vitufe. Ray pia anaanza kutengeneza mipira midogo kwa kutumia karatasi ya choo na maji, ambayo anaificha ndani ya mrija wa karatasi ya choo. Wanapomletea chakula cha mchana, anatoa karatasi ya plastiki ya uwazi kutoka kwenye katoni ya maziwa. Mchana mmoja, Ray anamwomba mlinzi amwambie muda, kisha anaanza kuhisabu mwenyewe nje. Mwanamke wa ajabu anaacha gari katika eneo la maegesho la gereza na anapoondoka anatumia kidhibiti kulipua gari hilo. Walinzi wote wanakimbia kuwaokoa wafungwa tu kugundua kwamba Ray ametoroka. Gari la zimamoto linakimbilia kushughulikia moto na inafichuliwa kuwa Ray yumo ndani yake akiwa amevaa kama mwanazimamoto. Akitumia fursa ya kutoroka katika gari linaloendeshwa na marafiki zake Hash na Abigail, waliosababisha mlipuko huo. Wanamshusha Ray kwenye duka kando ya barabara na kumpa sarafu. Ray anatumia sarafu hiyo kupiga namba fulani na kusema tu neno Showtime. Punde Ray anazungukwa na polisi na anakamatwa tena, lakini hajali kwa sababu anayewasiliana naye Lester, tayari anashughulikia jambo hilo. Baadaye gerezani, Lester anaeleza kwamba yeye na Ray wanafanya kazi kwa ajili ya kampuni iliyoajiriwa na serikali, kutoroka magereza na kufichua mapungufu katika mifumo yao ya usalama. Ray tayari ametoroka kutoka magereza 14 na anaeleza jinsi alivyofanya wakati huu. Alisoma muundo na taratibu akigundua gereji la moto isiyo na ulinzi. Alitengeneza maadui kwa makusudi ili apelekwe kwenye kifungo cha upweke ambapo aligundua gereza lilikuwa na upungufu wa wafanyakazi na aliachwa peke yake wakati wote walinzi walipoenda kuvuta sigara. Kisha aliandika barua kwa timu yake ikificha siku waliochagua kutoroka kwa kodi. Pia aliweka karatasi ya plastiki kwenye vitufe vya kufuli ili kupata alama za vidole vya walinzi na kuichukua tena kwa kuificha katika Biblia yake karatasi hiyo ilimpa namba nne. Kwa hiyo kukisia mpangilio, alitumia mipira ya karatasi kwenye mlango wa kupitishia chakula ili kuuzuia usifunge vizuri, na wakati walinzi hawapo angetoa mkono wake kujaribu michanganyiko hadi ilipofanikiwa. Wakati walinzi walipoenda kuvuta sigara, Ray alitoka akarudisha kamera za usalama saa chache nyuma kuficha kutokuwa kwake, kisha akatumia matundu ya hewa kufikia chumba cha moto kabla tu ya Abigail kuanlisha moto. Sasa mkuu wa gereza amekerwa, lakini anamruhusu Ray aondoke. Muda mfupi baadaye, huko Los Angeles, Ray anamsaidia Hash na matatizo ya kompyuta kabla ya kukutana na mwakilishi wa CIA Jessica, ambaye ana ofa ya kazi. Anaeleza kwamba CIA imeunda gereza jipya ambalo eneo lake haliwezi kushirikishwa na Ray au timu yake, lakini akifanikiwa kutoroka watalipa milioni tano badala ya milioni mbili na nusu. Ray anakubali kufanya hivyo hata kama Abigail na Hash wana wasiwasi, na Jessica anampa Ray kitambulisho cha bandari gaidi wa milipuko anayeitwa Potos anayewasiliana naye gerezani atakuwa Warden Marsh na Ray anapewa kodi ya uokovaji. Siku chache baadaye huko New Orleans, Abigail na Hash bado wana wasiwasi juu ya ukosefu wa habari walionayo husu gereza hili na kumshawishi Ray kuvaa kifaa cha kufuatilia ambacho wanamdunga ndani ya mkono wake. Kisha Ray anaenda kusimama barabarani ili achukuliwe tu kutumbukizwa ghafla na kutupwa nyuma ya gari la van. Gari linapotoka watu waliovaa barakoa wanachunguza mwili wa Ray na wanakipata kifaa cha kufuatilia kwa hiyo mara moja wanakiondoa. Kompyuta ya Abigail na Hashi napoteza ishara ya Ray pale Ray anapodungwa sindano ya kumtia usingizi. Muda mfupi baadaye, Ray anaamka kwa kuwa hali ya hitambui, anatazama jinsi mlinzi Drake anavyompiga mfungwa mwingine kabla ya kumchoma niana na kumtupa nje ya helikopta. Kisha Drake anagundua Ray ameamka na kuamuru wanaume wake kumtia usingizi. Ray anapoamka tena, hatimaye yuko gerezani, lakini sio kama alivyowahi kuona seli zote ni vikuba vya plexiglass vinavyonying'inya kwa angani na walinzi wanavaa barakoa nyeusi kuficha vitambulisho vyao. Pia kuna tufe la kamera linalozunguka kuwafuatilia wafungwa. Sasa kwa kuwa ameamka, Ray anapelekwa kumwona mkuu wa gereza ambaye ni mtu anayeitwa Hobbs. Akiwa na wasiwasi kwa sababu huyu sio mkuu wa gereza waliomwambia, anatoa kodi yake ya uokovaji, lakini Hobbs hajui anachomaanisha na hajali. Baadaye, wakati wote wanapotolewa kwenye seli zao kwa mapumziko, Rey anatazama jinsi walinzi hawasita kumpiga kwa ukatili mtu yoyote asiyowatii. Mavazi ya wafungwa yana kodi maalum juu yake na yanachunguliwa kupitia kila mlango. Wakati huo Hobbs anataja jina la kitambulisho cha bandari cha Rey kupitia vipanga za umaikia kama vile anatangaza uwepo wake. Baada ya kumtazama mwanamume mwingine akipigwa, Rey anakarubishwa na majambazi ambao wanataka kumchukulia faida ugeni, lakini Rey mara moja anamvunja mkono kiongozi na kumpiga chini. Kabla wengine hawajaitikia, mfungo wa Emil anawaambia waondoke. Emil anajaribu kufanya urafiki na Ray na anaeleza yeye ndio mtu wa kuenda kwake kwa ajili ya neema. Kwa hiyo Ray anaeleza anahitaji kuingia katika eneo la tengwa hati. Emil akihamia ya kusaidia, mara moja anampiga ngumi na anamwangusha. Lakini Ray akirudisha ngumi, Emil anacheka tu. Kisha Ray anaanza kumpiga kwa nguvu zaidi na pambano la kweli linaanza hadi walinzi wanakuja kumkuruta Ray na Emil kwenye eneo la tengwa hati. Vyumba vya tengwa hati ni visanduku vidogo vya chuma vinavyotaa taa zikipofoa pande ambavyo vinawatesa wafungwa kwa joto lisilovumiliwa. Ray anajitahidi kadri anavyoweza kuvumilia mateso na anachunguza kisanduku tafuta kitu chochote anachoweza kutumia kutoroka. Siku nyingine Dr. Kairia anakuja kuangalia afya ya Ray na Ray anajaribu kupata habari kutoka kwake lakini Kairia hasemi chochote. Akiondoka, Kairia anakarubishwa na Drake ambaye anataka kujua walizungumza nini. Kairia anasema uongo ambacho kinamwambia Ray kwamba yeye anaweza kuwa na dhamiri baadaye. Baadaye, Emil na Ray wanarudishwa kwenye eneo jamui ambapo Ray anaanza kuchora kwenye meza huku akimwambia Emil atahitaji kipande cha chuma akiahidi kumtoa Emil pia kama atasaidia. Kisha Emil anaomba uungaji na Hobbs na anajifanya tayari atakiri eneo la Monheim. Anaomba karatasi ya kuchora ramani tu kufanya mchoro mchafu sana badala yake. Hobbs mwenye hasira anawaagiza wanaume wake kumshikilia Emil chini kumnyosha maji. Kwa hiyo Ray anaanza kuchazia mafuta na kupiga mara nyingi zinapotakiwa kupigwa. Baada ya kuvumilia maumivu mengi, Imila anaonekana kipande cha kiofu cha mtari la maji na akipata chakula cha jioni baadaye. Leneo la jamui, Imila anampa Ray kifuniko ambaye anamwambia utambulisho wake wa kweli na jinsi alivyofika hapo. Kwa kuwa amikazama muundo, Ray anahisi gereza hili limejengwa chini ya ardhi na kuna kitu chini ya tundu la kiboksi ambacho kinatakiwa kumruhusu kutoroka. Kwa kuwa pahali hapa ni chini ya ardhi, kuna unyevu wa ngani uliosababisha riveti za chuma kupata kuta kwa hiyo Ray atatumia dawa ya meno na joto kutumia kifuniko cha chuma ili kulavike vunje. Kwanza wanahitaji kupelekwa kwenye kutengwa hati tena, kwa hiyo Emil anamkaribia Javed na kuanzisha ugomvi kwa kumtukana mama yake. Kundi la Javed la Islam, linakuja kumtetea na baada ya kuficha mkate katika nguo zake Ray anajiunga na, na ugomvi, lakini wanapata kupamba pasi moja tu kabla ya walinzi hawajafika kuwazima hao wote na teiza mara. Kila mtu anaporudishwa kwenye visanduku vya joto, Ray anaanza kufanya kazi kwenye riveti huku akificha kitu anachokifanya kwa mwili wake mwenyewe ni ngumu sana kufanya kazi kwa sababu ya joto na mikono yake inaanza kuvuja damu, kwa hiyo kila anapotoa kelele nyingi, Emil anaificha kwa kupiga kelele kwa maumivu yake. Hatimaye Ray anafanikiwa kuondoa riveti zote na anafunika kamera ya usalama na mkate kabla ya kugonga ukuta kumpa Emil ishara. Wakati huo Emil anaanza kulia na kupiga kelele kama kichaa kwa Kijerumani akivutia umakini wa walinzi wote kwake. Ray anatumia fursa hiyo hatimaye kufungua tundu na kuanza kushuka ngazi hadi anapotua kwenye robo, mlango umefungwa, kwa hiyo anaamua kutumia mabomba kuanza kupanda juu tu. Kwa bahati mbaya, akurue nyaya za umeme na kuvunja mabomba machache katika mchakato. Ray anaendelea tu hadi anapopata tundu lingine ambalo analifungua ili kupata ukweli wa kutisha: gereza hili liko ndani ya meli ya mafuta katikati ya bahari. Ghafla anawaona walinzi karibu kwa hiyo haraka anajificha na kurudi ndani ya tundu. Maji yanayovuja yanamsukuma mbali na anaishia kuanguka, lakini korido inaendelea kufurika kwa hiyo anatua salama ndani ya maji. Visanduku vinapofurika polepole, pia kengele ya dharura inaanza kulia na walinzi wanakimbilia kuwatoa wafungwa nje ya kutengwa. Rai anaogelea haraka kadiri awezavyo, na baada ya juhudi nyingi kwenda kinyume na shinikizo la maji kwenye ngazi, anarudi kwenye kisanduku chake kabla tu ya walinzi hawajaja kumchukua wakati huo huo Abigail, na Hush wanamjulisha Lester kwamba malipo ya Jessica yamezuiliwa, lakini Lester anawaambia tayari amezungumza naye na kila kitu kinaenda vizuri. Baada ya maji kushughulikiwa, Hobbs anapata riveti kwenye kisanduku cha Ray na anaanza kupata mashaka. Anapiga simu inayoonyesha Lester amekuwa akimwasiliana naye wakati wote, na Lester anamwambia Hobbs utambulisho wa kweli wa Ray. Lester anamwomba umweke milele na kisha anamwomba Hobbs taarifa kuhusu Manhaim kwa sababu mabanki duniani kote yanamtaka. Hobbs anaeleza Emily anaweza kuwa akifanya kazi na Rei, kwa hiyo Lester anampa ruhusa ya kumvunja Rei pia. Baadaye jioni, Rei anajaribu kulala lakini mlinzi anaendelea kugonga ukuta wake kumweka macho na anampiga asubuhi kama witu wa kuamka. Hii inaanza kutokea kila siku na mwili wa Rei unaanza kudhoofika kiasi kwamba anaweza kusonga kidogo tu. Emil anampa maongezi ya kutia moyo kadiri ya wezavyo ili kuweka roho ya Ray juu na Ray anaishia kushiriki hadithi yake. Alikuwa mwendesha mashtaka na mhalifu aliyemtuma jela siku moja alitoroka kuua familia yake kwa kulipiza kisasi. Mchoro ambao Ray anafanya ni kumbukumbu ya mwisho ya mtoto wake. Tangu wakati huo, anahakikisha wahalifu hawatatoroka wa tena kamwe. Kwa siku chache zijazo, Ray anasoma taratibu za mlinzi kutafuta tabia yoyote muhimu, akianza kuwapa majina kwa kuwatofautisha kupitia maumbo ya mwili kuanza kufanya mpango. Kwanza anahitaji kujua wapi walipo, lakini hakukuwa na alama za nchi alipotoka. Siku moja, wakati wa chakula cha mchana, Emil anamdunga Ray kwa siri, ambaye anapelekwa kwenye ofisi ya Kairii kwa ajili ya kushona. Ray ghafla anajifanya ana maumivu makali na anaanguka, akitumia fursa kuiba vitu vichache kutoka kwenye trei. Pia anamkumbusha Kairii kiapo chake, lakini daktari bado anapuuza maswali yake. Ray porudi kwenye eneo la pamoja Emil anampa kalamu na miani ya mfungwa Akificha mikono yake chini ya meza, anajenga sextant ambacho kinapaswa kuwasaidia kubaini walipo kulingana na nyota. Drake na Hopes wanagundua harakati maajabu kwenye kamera ya usalama, kwa hiyo Hopes anaomba kumwona Ray. Bahati nzuri, anaficha chombo hicho kabla hakukorokota kwenda sehemu mpya, ambapo Hopes anamwambia anajua utambulisho wake na anakiri alitumia kitabu chake kubaini kituo hiki. Hopes yuko tayari kumwacha huko milele, kwa hiyo Ray anasema uongo na anasema anaweza kupata habari kuhusu Manheim kutoka kwa Emil. Kisha Ray anarudishwa kwenye eneo la pamoja na anamwambia Emil mpango mpya. Baadaye, wakati Ray anatoa habari fiki nyingi kwa Hobbs, Emil anamwambikia Javed na anampa sextant, akiahidi kumsaidia kutoroka pia akiwasaidia baadaye. Javed anawasiliana na Hobbs na anamwambia wengine wanapanga kutoroka, kwa hiyo Hobbs anakubali kununua habari zake kwa kumruhusu kusali hewani kama imani yake inavyotaka. Hii yote ni sehemu ya mpango, na usiku huo ndani ya seli yake mpya Javed anatumia sextant kupata kuradibu za eneo lao. Kesho yake wakati wa chakula cha mchana Javeda anampa Rei maelezo yake ambaye anayaweka pamoja na vitu kama hali ya hewa aliyohisi alipokuwa nje tarehe iliyotajwa na mgeni na mwelekeo ambao maji yanashuka ndani ya choo kuhitimisha kwamba wako karibu na pwani ya Moroko. Kisha Rei anameza unga wa nguu kupata ugonjwa na apelekwe kwenye ofisi ya Kairi ambapo anamwambia daktari aende kwenye ofisi ya Hobbs na asome kipango kwenye ukurasa fulani katika kitabu fulani. Baada ya kusita kidogo, Kairi anachunguza kitabu hicho na anapata kiapo cha Hipokrate. Kesho yake Kairia anaomba walinzi wamlete nei kwenye ofisi yake kwa ajili ya uangalizi. Anajiuliza jinsi Kairia alivyojua ukurasa kamili, na Rei anaeleza yeye ndiye aliyojiita. Hiki kinathibitisha utambulisho wake na hatimaye kinamshawishi Kairia kusaidia. Baadaye Rei anampa Hobbs eneo fiki ya kumpata Mannheim, kwa hiyo ana saa 24 kutoroka kabla Hobbs hakugundua. Kama sehemu ya mpango, Javed pia anakutana na Hobbs na anamwambia kuna kutoroka kunakokuja, kwa hiyo Hobbs anakimbilia kuangalia kamera na anagundua Rei anagonga ukuta wa seli yake wakigundua kodi ya Morse, wanagundua ujumbe kuhusu mpango wa kuanzisha gaurasi katika kituo cha kuu wakati wa uhamishaji. Wakati huo, Kairei anatuma barua iliyo na kodi kuomba msaada. Baada ya walinzi wengi kutumwa kwenye kituo cha kuu, Javed anaanzisha gaurasi kwenye eneo la pamoja ambalo hivi sasa linakuwa ufurugu wa kamili. Hobbs pojaribu kuwafanya wanaume wabadili maeneo haraka. Ray, Emil na Javed wanakimbilia kuangusha walinzi wachache walio karibu nao na kuiba silaha zao. Walinzi wanaoingia wanaanza kuwazuia wafungwa lakini pia wanatupa bomu la gesi kuruhusu watatu kutoroka bila kuonekana. Rei anaeleza kwamba wana dakika kumi na moja tu kukutana na waokoaji ambao wanakaribia kwa helikopta. Wanakimbilia ghorofa mpya na wanapiga risasi mlango wazi kabla Rei hapati kamera ya usalama, lakini kwa sababu kamera zimeunganishwa Rei ana hujumu hii ili zizime zote. Wakati huo Hobbs anaamka ithibati ya kufunga, kwa hiyo watatu ponakaribia kutoka, wanakuta mlango wa kutoka umefungwa. Watatu wanaanza kutanga tanga kutafuta njia nyingine ya kutoka na hivi sasa wanazungukwa na walinzi ambao wanafungua moto moja kwa moja. Wanarejesha risasi na haraka wanaoangusha wanaume wote, lakini Javed anajeruhiwa. Walinzi wengine wanakuja, kwa hiyo Emil na Ray wanamkorota Javed, wakikimbia kujificha nyuma ya mlango mwingine. Ray anatambua walipatwa na kigundua moto, kwa hiyo anakizima, huku Hobbs mkasirika na mchokoza kupitia vikuzi vya sauti. Kisha Ray anaambua lazima apate chumba cha injini ili kuzima umeme. Kwa hiyo anampa Javed bunduki yake na anamwambia na Emil wachukue ngazi. Baada ya Ray kuondoka, Javed anakiri hatafanya hivi, kwa hiyo anachukua bunduki ya Emil pia na anamwomba kuendelea bila yake. Punde baada ya Emil kuondoka pia, Javed anazungukwa na walinzi na kwa ujasiri anahakikisha anawapiga risasi wote kabla hajaangushwa na mpiga risasi aliyefichwa. Hobbs anapomfuata Javed, anasema maneno yake ya mwisho kwa Mungu wake kabla hujauawa. Wakati huo Drake anamfuata Ray katika chumba cha injini. Ray anaruka ruka na kukimbia kuepuka risasi za Drake, kisha anafanikiwa kumshangaza kutoka nyuma. Katika mapambano, Drake anapoteza bunduki yake, lakini anatoa kisu na mapambano ya mkono kwa mkono yanaanza. Baada ya kubadilishana mipingo michache, Drake anamnyonga Ray kwa sekunde chache kabla ya kuanza kumpiga teke chini. Kwa hiyo, Ray anashika mguu wake kumzidi nguvu na kuanzisha mapambano tena. Wanaume wote wanaiba tendo mbili tatu kutumia kama silaha, na baada ya kubadilishana mipigo michache, Ray anampusukuma Drake chini ya ngazi ya kimua. Baadaye Ray anakimbilia kwenye paneli ya kudhibiti, anampiga mfundi naji na anazima jenerita za meli. Taa zote zinazimwa katika meli na milango inafunguka kumruhusu Emil kutoka. Wakati huo helikopta inafungua moto melini kabla ya kutua kwenye stika, ambapo wanaume wachache wanatoka kuanzisha mapambano ya bunduki na walinzi. Emil anajipenyeza huku akiepuka risasi na anafika kwenye helikopta, ambapo mmoja wa jashiani umepigwa risasi. Rubani anataka kuondoka lakini Emil anamwomba kumsubiri Ray kabla hajachukua bunduki ya mashine kujiunga na mapambano, Akiuwa walinzi wengi kwa sekunde. Katika chumba cha injini Hobbs anamtafuta Ray ambaye amejificha ndani ya tanki la maji. Wakati huo walinzi wanawasha mifumo ya meli tena, kwa hiyo Emil hana basi ila kuondoka na watu wake katika helikopta. Tanki la Ray linaanza kujazwa maji, lakini kabla hajamenyeshwa maji tanki linajifunga yenyewe na linamtoa Ray baharini moja kwa moja. Anaobelea juu ya maji na Emil anamtupia ngazi kwake, lakini anapopanda juu Hobbs na walinzi wanafungua moto juu yao. Emil anampa Ray bunduki na wote wanarejesha risasi mpaka Emil anapojeruhiwa begeni. Hobbs anaendelea kukosa lango lake linalotembea na Ray anatumia fursa kupiga matanki ya mafuta kusababisha mlipuko mkubwa ambao unamuua Hobbs. Masaa machache baadaye, helikopta inawacha wawili katika pwani ya Moroko, ambapo wanachukuliwa na Jessica. Inafichuliwa kwamba Emil ni Manhem na Jessica ni binti yake, kwa hiyo alimwajiri Ray kumtoa baba yake gerezani. Pia anathibitisha kwamba Lester ni mchafu na alimsaliti pia. Muda mfupi baadaye, Rei anaunganishwa tena na Abigail ambaye amepata habari kuhusu Lester. Alikuwa amepewa hufa ya kuwa mkurugenzi mkuu wa programu ya gereza kama Rei angefanikiwa kutoka. Sasa Lester anajaribu kutoroka, lakini husha na mwageo kwenye gari yake na haraka anampiga nje. Lester poamuka, anagundua gari liko ndani ya kisanduku juu ya meli katikati ya bahari. Asante kwa kutazama.